Habari za muda huu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli ya kupendwa Future TV Online. Langu jina anaitwa Sudi Dahala ama unaweza kujiita Mr. Future kutokea hapa uh, Future TV Online. Siku ya leo nakwenda kukuletea alama tano hatarishi kwenye mahusiano. Alama hizi zinaitwa red flags. Ukiziona kwenye mahusiano, kimbia, sio alama nzuri. Mapenzi ni matamu, lakini usikubali ya kufanye kuwa kipofu, kwani kuna tofauti kati ya kupigania mapenzi na kupigania maumivu. Leo nakuletea ishara tano ama alama tano hatarishi. Ukiziona kwenye mahusiano usizipuuze, kwa sababu sio ishara njema huko mbele unapokwenda. Alama ya kwanza, kukosekana heshima. Hii sio kutukanwa tu, bali ni pamoja na kudharauliwa mbele za watu. Eh, kubezwa malengo yako au kupuuzwa mipaka yako. Ikiwa mtu hakuheshimu leo ndani ya uhusiano wenu, tambua ya kwamba hawezi kukuheshimu hata mkiingia kwenye ndoa. Alama ya pili, alama ya pili ni wivu uliopitiliza. Hapa naomba Uh, tusikilizane kwa makini sana kwa sababu uh, katika vitu ambavyo huwezi kuvitenganisha kati ya mapenzi na wivu, lakini ninazungumzia wivu uliopitiliza. Wivu uliopitiliza, mwenzi anataka kujua kila jambo ambalo unalolifanya, anakupangia nani wa kuongea naye nani usiongee naye. Wakati mwingine anafika mbali zaidi, mpaka ndugu zako anakukataza usiongee nao, anakagua simu yako kila mara. Yaani simaanishi kwamba usimpe mpenzi wako simu kujiridhisha, hapana, yaani ninakusudia kila wakati anataka simu yako kujua nini kimeendelea. Akisikia meseji imeingia, anakuuliza huyu nani? Yani kitu si kitu, ndugu yangu, hauko kwenye mapenzi. Huo sio upendo, wewe upo kifungoni. Jinasue haraka katika kifungo hicho. Alama ya tatu, alama ya tatu ni mtu mmoja hatari sana kwenye mahusiano, unatakiwa huyu mtu wa tatu. Alama hizi za tatu hizi ukiziona, unatakiwa ukimbie haraka, wala usitoe muda hata wa sekunde tano kusubiri. Mtu mwongo, mtu mwongo ambaye kwanza hawezi kukiri makosa mtu ambaye kila mkigombana anageuza kosa liwe la kwako, hata kama yeye ndio mkosa, lakini hawezi kukubali makosa. Anakudanganya kwa vitu vidogo vidogo. Ndugu tambua, kama anakudanganya kwa mambo madogo, amini kuna makubwa nyuma ya pazia ambayo pia anakudanganya. Alama hii ni hatari sana ukiiona kwa mpenzi wako fanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Alama ya nne, hasira za karibu na vitisho. Ukiziona alama hizi hizi, alama ni hatarishi sana. Mupo katika mahusiano mtu, mnapogombana tu kidogo, kwa hasira anavunja vitu anatishia eh, kukuacha mara na kutolea maneno ambayo hayafai. Hii ni ishara ya unyanyasaji wa kimwili, kimbia haraka. Kama leo mupo kwenye mahusiano, hasira zake anapiga ukuta, kesho mukiingia katika ndoa, tambua ukuta enyewe utakuwa ni wewe. Ishara ya tano, hii ishara watu wengi wanaiona katika mahusiano yao, lakini huwa wanaichukulia kama ni kitu cha kawaida. Ndugu yangu, kama unataka kujenga kesho iliyokuwa imara, usidharau hata ishara moja katika ishara hizi tano. Kuna msemo unasemwa, Cheche moja ya moto inaweza ikaunguza kiambo kizima. Kwa hiyo usidharau mtu hakuoni katika malengo yake. Ishara ya tano: mtu hakuoni katika malengo yake. Kila mnapopanga mipango mikubwa ya kutaka kuendelea katika maisha yenu, kila sehemu ambayo inatakiwa izungumziwe sisi tutafanya, badala ya sisi inakuwa ni mi mi. Ndugu yangu, huyo mtu tayari ameshakuweka pembeni na haupo katika maisha yake ya mbele. Kimbia haraka, hiyo siyo sehemu sahihi. Asante sana, nikushukuru wewe ambaye umenifuatilia video hii, na nimekutajia ishara tano hatari katika mahusiano, lakini usikose video inayofuata. Nitakuja kukutajia ishara tano ambazo ukiziona katika mahusiano ujue upo katika mahusiano na mtu sahihi. Langu jina, naitwa Sudi Dahala, ama unaweza kuniita Mr Future. Nikukumbushe kama bado huja subscribe unaenda ka subscribe, lakini vile vile unaweza kuniandikia comment na ukaniambia katika ishara hizi tano nilizozitaja, ishara gani ambayo umekumbana nayo? Unaweza kuniwekea kwenye comment na mimi nitakuja kuisoma comment yako katika video inayofuata. Asante sana, nikushukuru. Bye bye. <muchilio>